Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil wa alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Ndugu zangu, Watanzania wenzangu, mimi naitwa Ibrahim Muhammed Khamisi Ramadhani Bakozi ni miongoni mwa viongozi wa Umoja wa Uhagir wa Kiislamu Tanzania. Makusudio ya kuzungumza kwetu sio kulitapanya taifa. Makusudio ya kuzungumza kwetu siyo kuchochea magomvi. Bali makusudio ya kuzungumza kwetu ni kuonesha uhalisia wa mambo ulivyo. Ili ndiyo lengo la makusudio ya mazungumzo yetu, lakini pia kutoa fikra nini tunahisi kikifanyika tunaweza kurudi katika hali salama. Hayo ndiyo makusudio ya kuzungumza kwetu. Mengi wenzangu wamezungumza, lakini katika mijadala mingi iliyokuwa ikiendelea kabla hata kufikia ya kufikia tarehe ya uchaguzi, ilikuwa ni viongozi wa dini hususan dini mbili kuonesha kwamba jamii yao wanajigawa kwa utaratibu upi. Kwa mfano, kuna viongozi wa dini wengine walikuwa wakijielekeza kwameya Mungu atujalie tuwe na amani katika taifa letu. Wakawa wanatokea wengine wao wanasema, hapana, haiwezekani amani bila haki. sasa kuna swala moja la kuelewa. Mimi naamini kama haiwezekani amani bila haki, basi na hakika, mpaka hivi ninavyozungumza, toka miaka mingi ya nyuma, Tanzania kusingekuwa na hiyo inayoitwa kwamba ni kisiwa cha amani, isingekuwepo. Kwa nini nasema isingekuwepo? maana yake haki kwa jamii ya Tanzania kuna jamii imepewa haki zaidi, na kuna jamii imenyimwa haki zaidi. Kwa tafsiri hiyo, maana yake kama haki ndio ingekuwa msingi wa amani, basi Tanzania isingeitwa kisiwa cha amani, isingeitwa. Kwa nini nasema hivi katika nchi yetu ya Tanzania? Kabla sijanja kwenye kuhitimisha nini tunashauri, katika nchi yetu ya Tanzania kuna mkataba yu ambayo hii hi imeangaliwa kati ya kanisa maaskofu wa kanisa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkataba huu unahusika kwenye bajeti, bajeti ya, ya, ya elimu na bajeti ya afya. Kila mwaka, kila mwaka unaposikia bajeti inasomwa ya elimu, kuna mabilioni ya fedha wanapewa maaskofu kupitia hiyo bajeti. Ukisikia bajeti ya afya inasomwa, kuna mabilioni ya fedha yanatolewa wanapewa baraza la maaskofu. Hii maana yake nini? Hii maana yake nini? Hii na maana kwamba kodi kwa yangu mimi Mwislamu inayochukuliwa ya wafanyabiashara wa Kiislamu inayochukuliwa fedha ile, kuna kundi moja limejitenga kuisubiri na kuichukua. Na hoja inayotumika nini? Inatumika hoja kwamba kanisa Katoliki linatoa huduma ya afya, kanisa Katoliki linatoa huduma ya elimu. Shule gani ya kanisa Katoliki ambayo ukienda wewe kumpeleka mtoto wako unalipa ada sawa na serikali? Shule gani? Mtajieni shule moja. Shule zote za makanisa Katoliki ada yao haina tofauti na shule za private. Kwa nini pesa ya Watanzania wote wapewe watu ambao ni kama kikundi, kwa wajanja fulani kamekaa kanachukua hiyo pesa, alafu anakuambia haki. Kama ni haki, inatakiwa izungumzwe kwa mapana Hauwezi kuzungumzia haki kwenye jambo unalolipenda wewe tu. Kama ni haki ianze kwenye maeneo hayo. Hauwezi kuwa nyie ni kundi na dhulumu wengine mnajifaisha nyie, alafu mnazungumzia haki. Haki ya namna gani hiyo? ni haki imejengwa kwenye misingi ipi? Sio kwamba haya mambo tunayapenda, niseme ukweli, yanatukwaza sisi Waislamu, tunaumia. Kama ni elimu, kwani Waislamu hawana shule? Wana shule ngapi wamejengwa Mbona hawapewi hela? Wanapewa Katoliki. Kodi ya Tanzania wote. Afu leo wanataka kujifanya eti wao ni hote, afleo, watu wa haki. Wao ni wasi tu. Sio watu wa haki. Ni dhulma wanaifanya kama ni watu wa haki. Wasimame sasa waseme toka mkataba ule umeingiwa, mwaka 1996 kama sikusaini 96. Ni 96 kama sikusaini, au 92 kitu kama hicho, toka umeingia mkataba ule. Maana kwa huo toka wameingia mpaka leo, wawaambie Watanzania wamechukua fedha za walipa kodi yote kiasi gani. Waseme ukweli tujue, wenyewe ni watu haki. Vijana wanakosa mikopo, wanaenda wanafika pahala, wanasoma katika mazingira magumu, lakini kuna wajanja fulani ambao Tanzania nzima wako kama milioni moja, lakini wenyewe hawo watu zaidi ya taifa lenye watu zaidi ya milioni sitini na ushere, lakini hao watu milioni moja hawa na kidogo tu, wanachotewa fungu la fedha za walipakodi wote wanapewa wao, lakini serikali imetulia na inaendelea hayo mambo. Tunataka serikali wajue yanatuma sana. Ukisoma katika memoranda andastendi me kuna kipengele kimewekwa cha kipuzi na kijinga, isijenge hospitali za rufaa maeneo ambayo kanisa lina hospitali yani, mwanake wanatengeneza mpaka biashara kwamba kama serikali ina uwezo wa kujenga hospitali ikatoa huduma kwa watu wake wenyewe, kwenye mkataba wanaitaka serikali isijenge hospitali na ikijenga wanaiwote, bwana, mnavunja mkataba, mnajenga hospitali si na hospitali awaliwatema wala wemagana. Someni historia kila kwenye migogoro Afrika, Kanisa Katoliki wausikana wamoto. Nenda kaangalie fugu ya Kongo, vita ilopigana ospitati wakati wa Pierre Bemba. Nani alikachokochoko Kanisa Katoliki. Nenda kaangalie maangamano wa jusi Kongo. Nani alikachokochoko? Kanisa Katoliki nenda nenda kaangalie mauaji Afrika ya Kati. Nani alikuwa chokochoko? Kanisa Katoliki. Uangalie, chokochoko. Kanisa Katoliki. Nenda kaangalie Rwanda. Nani Kanisa sasa nani choko Katoliki. Njoo uangalie sasa Kanisa choko Katoliki. Tunaposema moja ya tatizo katika taifa letu ni udini. Tusiache kusema ukweli. Udini Tanzania uko, tunaweza tukadanganyana tupelee kama unajua hakuna udini, tunasungumzia haki, sio mambo ya udini, sio kweli, uongo. Udini huko tena kwa kiwango kikubwa, ka kweli sana. Kenya Wakristo ni wengi kuliko Waislamu Kenya, lakini turudi Tanzania. Sensa ya kwanza ya mwaka elfu moja mia tisa sitini na saba Waislamu walionekana kwenye sensa hiyo wako zaidi ya asilimia Mwalimu Nyerere baada ya sensa hiyo akaondoa swali la dini, kwamba msiulizane kwa madini gani, kwa maana dini itusaidie kitu, akaondoa ile swali, kukaa hakuna swali la dini mpaka leo. Tafsiri kama tunachukua sensa ya kwanza, ilikuwa na swali la dini, inaonesha waislamu walikuwa wengi kwa zaidi ya sitini Enzi hizo. Za tujiulize, katika maswali ya kawaida kama South Africa waislamu ni wachache, Uganda waislamu ni wachache a achache kote hizi nchi mesaja, kuna mahakama ya kazi njo Tanzania. Kwa nini serikali ilipotaka kuomba mahakama ya kazi mwaka 2005 kwenye na tano, walipoweka kwenye ilani yao ya uchaguzi kwamba watawa ni haki hiyo. Ni, ni wa Katoliki kwa nini tunafunzwa na kufanya mambo ambayo tunasema wallahi wa billahi watawahi hatutani. Kuanzia kesho tunaanza taarifa rasmi kwa, kwa wahadhiri wote 15000 kila msikiti wapite Tanzania nzima kuanza kujipanga na kukabiliana nao wanaoitwa tandamana.

wakatengeneza mkakati wakamwingiza mishu kwa mipango yao na mikakati yao, nani ya juu tunajua. Alafu kanisa Katoliki wana swali moja ambalo mpaka leo hawajajibu. Dokta Sila alipokuwa katibu wa TEC alichoeleza kwamba, angalieni klipu tasioni, alisema yeye aliziwia silaha zilizokuwa zinataka kuingishwa katika kanisa kupitia kanisa Katoliki. Swali mpaka leo wa Katoliki hawajajibu, hizo silaha alizoziwia dokta silaha alipokuwa akiwa katibu wa TEC, zilikuwa zinapitishwa na nani? Na ndani ya kanisa huyo mtu alikuwa anataka kupitisha, alikuwa anashirikiana na nani? Na hizo silaha zilikuwa zinakwenda wapi? Waja wajibu hilo swali kama wao ni watu wa haki, mnasunguza haki gani haki gani? Sitaki kuuliza swali la silaha zina matumizi gani kwa sababu silaha kazi yake ni kuwa, au kuvunja au kuharibu, au ndo hizo silaha za <laughs> tarehe tisa. Tuambiane ukweli kama nyie ni watu wa haki, ningeanzia hapo kuambia kwa umma kwamba tulikuwa hizi silaha zilikuwa zinafichwa na mtu fulani, huyo mtu alikuwa anawasiliana na padiri fulani, huyo mtu tukamziwia bwana Banata tunajua moja ya chokochoko kwenye bandari, tunaelewa everything, kila kitu tunajua. Tunajua mambo ambayo wizi unaofanyika pale bandari unaobarikiwa na Kanisa Katoliki tunajua, sio kwamba hatujui. Msifikiria hao Waislamu wa leo ni wale wa miaka ile, sasa hivi sisi ni mkate. Tumeenda shule, tumesoma tumesomataso sehemu moja, tumesoma dini, tumesoma sekula. kama mnadhani sisi ni wajinga basi mmepoteza maboya. Sisi sio wajinga, tunaelewa na wako tunaelewa. Msitumie hoja kwa ajili ya malengo yenu. Unajua, wakatoliki wanafanya, wana akili sana, wanataka kutumia mgogoro huu ulotokea wa tarehe ishirini na tisa kwenye uchaguzi. Lengo la maksudio ni nini? Unajua wataka kutumia mgogoro kwa lengo la kutimiza lengo lao liloko nyuma ya kasia. Tunaelewa hilo. Hatusemi kwamba ni haki watu kufa, hapana. Kila mtu ana haki ya kuishi na uhai wake, ni katika familia kila kila mtu lakini tupaswa kujiuliza, mwanzo wa tatizo ni wapi? Tunajadili tatizo bila kuangalia chanzo. Chanzo ni haya matamko ya watu ndio chanzo au tamko, mse tafsiri yake ni nini? Waj anatusikiliza wa sisi ndio viongozi wao. Kigoma jana wameandaa taratibu za kuandaa kikao kwa taarifa zote, maana yake mikoa yote tumepeleka taarifa wafanye vikao, na tumeomba wageni na nini cha kusimamia. Maana yake nini, kama sisi viongozi wao tunaweza kufanya na watu wajue

wameenda wame wamekaa wamepiga. Hiyo kama wao ni watu wa haki, watuambie wamechukua hizo fedha za nini? Ukiangalia, kuna shirika liloitosikiliza walitoa ripoti yao. Katika ripoti yao inasema, serikali imepoteza zaidi ya bilioni mia sita na sabini. Shirika la sikika hili zaidi ya bilioni mia sita na sabini wapoteza kwa wa nini? Kutokana na misamaha ya kodi zaidi ya bilioni mia saba. Wanaoongoza kwa misamaha ya kodi kwa eneo hili ni Kanisa Katoliki, misamaha ya kodi ya magari makubwa makubwa wanaoatumia, hawalipi kodi, wanaingiza fedha ujenzi, hawalipi kodi. Tukienda sioni kwao hela nyingi, mashuleni hela nyingi, afu wao wanasimama mbele za watu, sisi ni watu wa haki. akigai Nyani haki au nyani mtengeneza mipango ya kunufaika. Tunasema hivi. This time. Hatuwezi kuwa silent. Hatuwezi kakimia. This time tumejipanga kabisa. Na mtoka kama fikira saba, aao tukao ingia. Sasa waingie, alafu mtasikia kitakachotokea kilichotokea. Mtasikia. Mtasikia. Wala tutani. Tumejipanga kwa kweli. Kwa sababu Tunahitaji nchi kweli iwe na amani, lakini tuheshimiane. Si sio kwamba tunaitetea serikali, lakini tunashangaa mbona haki haitetewi kwa usawa. Mbona watu hawa akiwa Mwislamu akifanya jambo linaweza kuwa ni baya kwa sababu nini hajakamilika, lakini mbona nguvu inayotumika hawaitumii nguvu ya namna hiyo akiwa Mkristo tena Mkatoliki, mbona haitumiki. Kwa nini nguvu hiyo inatumika akiwa mwislamu tu? Hii inatupelekea mashaka. Lakini vile vile, Chadema, tunajiuliza maswali, wameingia mkataba gani, mkatabagani kanisa na hii? Wala sio masihara. Sisi kwa mwenendo wa Chadema tutaanzisha harakati maalum ya kuipiga vita kwa waislamu isiungwe mkoni na tunaweza na tuna njia za kuongea na waumini kutueleza kwa nini. Kwa sababu tunaona wametengeneza bond kati ya Chadema na kanisa Katoliki, kama kuna kamkakati fulani kanatengenezwa baina yao kwa ajili ya maslahi. Sasa mtu yoyote akikupambania, lazima kuna namna ya kulipa fadhila. Sasa isije ikawa kuna mikataba ya siri ambayo imefanywa baina ya kanisa Katoliki na Chadema, inawezekana kwa namna hiyo hatuwezi kukubali. ili taifa, taifa ili na tukweti zote taifa hili na Wakatoliki, Waanglikana, Wasabato, Waislamu na madhehebu yote wote kwa ujumla, ili ni taifa letu nini. Sasa kwa kuelekea kumalizia niseme, kuna jambo moja muhimu sana kwa kumalizia. Watu wanaweza kuuliza shauri ningi. Cha kwanza, si tunaamini kwenye mazungumzo mazungumzo yanajadili mambo mengi. Kama tuna shida ya katiba mwanake kwenye mazungumzo tujadili. Kama nitume ule uchaguzi kwenye mazungumzo tajadili. Kwa hiyo mimi nataka sema tujadili kwenye mazungumzo. Kwa hiyo mazungumzo yawe ni nia njema. Sio, kuna mtu mmoja anaitwa Malisa. Yule Malisa ametangaza kwamba ana kamati yake inaitwa kamati ya maridhiano ya taifa. Tujiulize maswali. Huyu Malisa ndio aliokuwa mjumbe katika halmashauri kuu ya sisim. Huyu Malisa ndio mtu wa kwanza kumpinga Mama Samia asiwe nani rais. Leo huyu anapataje kibali cha yeye kuwa ndo sehemu ya kutengeneza kamati? aliyakuwa hata kabla ya machafuko tulikuwa tunajua lengo lake na mia yake. <laughs> alafu, oneheyo hayo maelezo yake, kamati yenyewe ndo kichekesho kamati imeorodhesha maaskofu na wachungaji, alafu wakamchukua Sheikh Ponda wakamdumkiza pale ili angalau watu waseme na Ponda yumo, lakini wachungaji zaidi ya nani, maaskofu wamejaa. Hiyo ni kamati ya kitaifa? Kamati ya kanisa. Amwasi kutengeneza kamati ya kanisa, alafu nasema hii ndio kamati ya kitaifa, alafu tamko lake ni lile lile alikuwa anasema hata kabla ya machafuko, mama Samia ajiuzuru.

Narudia tena, tunatoa indhaa tahadhari hii ili baadaye wasije kusema hatukusema. Tunaanza operesheni maalum ambayo itakuwa ni operesheni ya mikoa, na tunawashukuru sana baadhi ya wadau wetu wa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu, wahadhiri wenzetu wenye uwezo kidogo, kutusapoti uwezo wa kuzunguka Tanzania. Tunawashukuru sana, Mungu awalipe. Maana yake tunaanza operesheni, na katika operesheni yetu hiyo itakuwa inaenda na vikosi maalum vya kazi. Hatutani, tunaenda kufanya hiyo kazi. Tuko tayari kwa lolote this time. Kama unataka amani, tuko tayari kwa amani. Turudi tuangalie changamoto zilizoko kama shida ni katiba, tushughulikie swala la katiba, tupate katiba ambayo Watanzania wataridhika nayo. Kama shida ni tume ya uchaguzi, tume ya uchaguzi wa Tanzania, wa kando kando ya uchaguzi tushughulikie ya uchaguzi ambayo Watanzania wataridhika nayo. Kama kuna makandokando hapa na pale yashughulikiwe kwa nia njema la kuunganisha taifa sio kwa nia ya kumkomoa mwingine. Kama tunazungumzia adhabu za mauaji kwa watu waliopita, tuanze kwa Mkapa, kwa sababu tunajua viongozi wako hai, Sumaye yuko hai mpaka leo, tuanze kwa Mkapa wakina Shumai yote waende jela kwa mawai ya Zanzibar, tuwakamate mmoja mmoja, alafu tuje mpaka kwa Nyerere waliokuwepo nzima mpaka wapo, tunawajua, japo ni wazee sana, lakini hatia zitakuwepo. Tuanze hapo sasa, sio tu tunazungumza vitu kwa ajili ya kubebana bebana na kuwaangalia wengine kwa thamani yao na kwa ajili ya kuwabeba wengine. Ndugu zangu, namaliza kwa kusema kwamba ni lazima ifike baada sasa taifa hili isiwe taifa la kikundi fulani, ndo kanaonekana kanaheshima, ndo kanaonekana kakisema, kanasema mambo ya maana, wakati kuna wengine wanaonewa. Nawashukuru sana ndugu waandishi wote wa Tanzania mnao tusikiliza, lakini tunasema ndo kwanza tumeanza kazi, yani leo tumefungua kazi, kazi yenyewe inaendelea sasa. Ntaona kitakachotokea kama haitatumika busara ya kulijenga taifa wa una una.